zipembedzo zamakolo mdziko lino la malawi zidayamba muzaka za mma 1500 AD zapitazo iwo ankapembedza maka kukagwa miliri monga njala kusowa kwamvula kugwa kwa dzombe nthenda ndi zina zambiri kumpoto adali ndi chipembedzo chawo chigawo chapakati adali m'chipembedzo chawo ngakhalenso kumwera adalinso mchipembedzo chawo maina a milungu yomwe ankapembedza

mʼbonatu adadziwika kwambiri mu zaka zomwe ufumu wakalonga lundu unkalamulira m'boma lachikwawa mdera lomwe kunkapezeka amang'anja ambiri komanso zimamveka kuti mbona adali ngati mmodzi wakubanja lachifumu chifukwa cha zomwe mbona ankapangazi ankolo ake omwe ankatchedwa mulauli adayamba kumamuchitira nsanje chifukwa matsenga a m'bona ankaposa amalume ake wa zomwe zidapangitsa kuti ayambe kukonza upo wofuna kumupha chifukwa ankaganiza zoti mbona akhoza kuzakhala mfumu kapena kulanda ufumu wa lundu choncho nkhondo yofuna kupha m'bona idayambika mbona atazindikira zachiwembuchi adayamba kukhala wamantha komanso adayamba kuthawa kuchokera kwa lundu kulunjika ku msanje ndipo gulu la mlauli lidayamba kumupitikitsa kapena kuti kumuthamangitsa ndipo mbona adayenda chothawa wapansi kukafika ku nsanje koma asadafike ku nsanje mbona adafika mmudzi wina otchedwa mgwiriza ankafuna kupuma pa mwala wina omwe unali mumtsinji otchedwa thanga dziliva ndipo mwalawo umatchedwa kuti mwala waulolozi kufupi ndi kumwavi gemu lizevu ku nsanje maka kuja kubangula ndipo pamwala apo pamaonetsa kapena kuti pamaoneka kudinda kwa matako kusenza kuti mbona atango khalapo pamwala umenewo matako ake anadinda ndithu zimamvekanso kuti akuthawa mkatikati mothawa mbonayo adapondaso mwala wina kumalo ena otchedwa chifundalundu omwe mapazi ake adadinda pamwala izitu

atafika pamalo ena otchedwa khuluvi mbona adatopa ndipo gulu la mulauli kuchokera kwa lundu lidamugwira ndipo adaisa kumucheka ndi mipeni zikwanje kumubaya ndi madipa koma zosatheka apatu mpaka na gulu lonse lidatha nzelu kenako adayamba kufunsana wina ndi nzake nanga mku koma pamapeto pake mbona adamva chisoni nkuwaona mm -hmm. na mene ankaonekera ankolo ake kapena kuti amalume ake ndipo adanguwao za kuti inu musavutike tengani udzu kapena kuti tengani chanzimbe mungu ndicheka ndipo ankolo ake adachitadi zothekera ndipo adatenga chanzimbe nkumucheka mbona tu adafera pomwepo kenako pomwe padaendelera magazi yake ambona

komanso ndi amang'anja aulutsa mzanga awatu ndi ena mwa mafumu akuluakulu omwe amatsogolera mwambo wachipembedzo cha mbona komuko kukhuluvi khuluvi mʼboma la msanje tiye lundu tiye ngabu tiye chimombo tiye tengani tiye mbenje komanso tiye malemiya ndi mafumu ena angono angono ochokera mʼboma lachikwawa komanso msanje Mtsinje wa khuluvi omvera zimamveka kuti zaka za m'mbuyo udali mtsinje woopsa kwambiri ukapitako kukawedza msomba osapempha mizimu umatha kukola mkono wa munthu mpini wakhasu kapena achule okhaokha izitu zoopsa kwambiri pokapembedza m'bona azimayitu amavala nsalu zakuda mawere ali pamtunda ndipo azibambo amavala nsalu zakuda mmimba zili pamtunda kalero anthu akamapita kukapembedza anthuwa ankatenga kanamwali kuti sikanaone mamuna nkupita naye kukakhumbi kapena kuti kukanyumba komwe njoka ya mbona imakhala kenako kunkachita kamvulumvulu mtsikanaucha mkusowa kenako kumakhala mvula ya dzaoneni kapena kuti mavuto onse amathesedwa omwe anthu ankakomana nawo nthawi imeneyo

kufikiranso mti kulina